Kwa majina naitwa Jaziru Jafali Lubondo, ni kiongozi wa ulinzi na usafirishaji Chuo Kikuu cha Dodoma katika ndaki ya sheria. Mimi ni, ni, ni, ni miongoni mwa wanafunzi ambao tumefanikiwa kupata mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa yani JKT mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na mbili katika operation ya Venus General Venus Mabeo. Uh, mafunzo yangu nimepata kambi ya Makutopola, Dodoma. Uh, na ninaweza nikasema faida za mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa haswa kwa sisi vijana ambao tunakuwa tumetoka shuleni yani form 6. Uh, Jeshi la Kujenga Taifa yani JKT, uh, linamwandaa kijana kuwa mkakamavu, kuwa mvumilivu na pia kupata nidhamu ya namna gani anaweza ku sustain katika mazingira au katika jamii. Naweza nikasema kwamba wazazi na walezi na pia na vijana wenyewe, mafunzo ya kujenga ta mafunzo ya JKT ni mafunzo bora sana kwenu vijana, kwa sababu tunayo mengi sana ambayo tumeyapata kupitia kule. Kwa mfano naweza nikawashahidi wa mafunzo yangu katika Jeshi la Kujenga Taifa JKT, Makropola. Kuna sekta mbalimbali, kuna sekta ya ya ya ufugaji wa kuku, kuna sekta ya kilimo, kuna sekta nyingi sana. Niende direct kwenye maswala ya kilimo, kule tulifundishwa namna ya kuandaa vitaru tukafundishwa namna ya kupanda vitunguu tumefanya hivyo na, na, na pia mimi ni miongoni mwa watu ambao nimeenda ku practice direct kuifanya ile, na pia mpaka sasa ndio iliyokuja kunilipia ada yangu ya mwaka wa pili kupitia kitaru ambacho nilikianzisha nyumbani kupitia wazazi wangu, lakini mimi ndio ni kwa msimamizi namba moja, kwa sababu nilikuwa nina, nina ujuzi ambao nimeupata kutoka JKT Makutupora. Ni kuletea tukio hili kutoka hapa Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM, makao makuu ya nchi Dodoma. Ni mimi Richard Mwekenda wa blog ya taifa ya CCM.